Kwa hivyo kwanza la kwanza ni hilo. Wakati tunasubiri mipango mikubwa, ni muhimu kuhakikisha meneja, acha mambo mengine yote weka nguvu hapa, safisha hiyo barabara, magari ya abiria na magari ya mizigo yapite katika kipindi hiki cha kiangazi, vyakula vipite na abiria wapite pasipo na tatizo lolote. Chama cha Mapinduzi kiliniagiza na kunielekeza nije Liwale niwaambie watu waLiwale juu ya mipango mikubwa na mizuri iliyopo na mimi nikaitika nikasema nitakuja Liwale. Kwa kweli barabara imeharibika, na ni ukweli kwamba usafiri na usafirishaji hapa utachukua muda mwingi sana ama unachukua muda mwingi sana. Ni maelekezo yangu kwa meneja wa TANROADS wa mkoa, hakikishe nikiondoka tu leo, kuanzia kesho yeye na timu, na bahati nzuri yuko na mkurugenzi kutoka wizarani pia, wafanye kazi ya kuwaita makandarasi na kuisafisha barabara badala ya kutumia masaa sita mpaka saba watu watumie maximum masaa matatu mpaka manne. Kwa hivyo, kwanza la kwanza ni hilo. Wakati tunasubiri mipango mikubwa, ni muhimu kuhakikisha. Meneja, acha mambo mengine yote, weka nguvu hapa, safisha hiyo barabara, magari ya abiria na magari ya mizigo yapite katika kipindi hiki cha kiangazi, vyakula vipite na abiria wapite pasipo na tatizo lolote, watu waliwale. Nataka niwahakikishie, nimekagua madaraja yote leo, yale yani ya barabara kubwa nimekwisha kuyaeleza, lakini nimekagua madaraja ya pale Zinga, nimekagua daraja lingine Zinga kwa Msauzi, nimekagua Kotomo kimambi kote, nimekagua madaraja, nimekutana na makandarasi, wanakwenda vizuri, bado wapo katika wakati wanatakiwa. Watukabidhi kazi yetu mwezi wa tisa mwishoni, mwaka huu, kabla ya mvua za vuli hazijaja, lazima wao wametukabidhi kazi. Na nimewaambia wataalamu, wasiwaache wao wakakaa ofisini, ni lazima watoke ofisini na waende saiti kila mara kukagua na kuona nini kinaendelea, wasije wakakaa ofisini wakadhani kwamba kukaa ofisini inatosha, kazi huku kwenda vizuri. Na hilo tumemalizana nao. Jambo lingine ni barabara ya Liwale kwenda Nachingwea, hii tumeipa kilomita hamsini na tano kutoka hapa Liwale kwenda Nachingwea na kule Nachingwea kwenda Masasi ziko kilomita arobaini na tano katika bajeti. Kwa hiyo tukizipata zote hizo, nafuu kubwa sana itakuwa imepatikana katika bajeti ya mwaka ishirini na tano ishirini na sita Mheshimiwa Waziri, ya imepangwa kujengwa kilomita hamsini na tano ambazo zinaanzia Liwale kwenda Kiangala. Tunapenda kumshukuru Rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha na za utekelezaji wa miradi hii, na sisi kama wakala wa barabara tutaendelea kusimamia kazi hizi kwa ukaribu na kuhakikisha zinakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyokubalika.